Akitoa taarifa kwa waandishi wa habari mapema hii leo, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, SACP Alex Mkama, amesema madereva hao walikuwa wamebeba abiria na walikuwa wakipita barabarani wakipiga ving'ora kwa kuashiria kwamba wamebeba wagonjwa. Magari hayo ambayo yamewekwa maalum kwa ajili ya wagonjwa, yaki yametumika kwa ajili ya kubeba abiria, yamekamatwa. Hayo yalikuwa ni matumizi mabaya ya hilo gari na walikuwa wakitumia ving'ora kuashiria kama wana wagonjwa lakini waliposhtukiwa kutoa na abiria wamechukuliwa hizo hatua za kukamatwa. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi linawashikilia watu wawili kwa tuhuma za mauaji ambayo yalitokea kwa nyakati tofauti na yamesababishwa na hali ya ulevi. Waliokamatwa ni Joseph Hassan mwenye umri wa miaka 35 mkulima na mkazi wa mtaa wa Nguvukazi Kihonda, ambaye anatuhumiwa kumuua Patrick Dismas na Chonda huyu ana umri wa miaka 60 ni mkulima mkazi wa nguvu kazi. Hili tukio limetokea Novemba 30 uh, mwaka huu 2025, huko mtaa wa nguvu kazi, kata ya Kihonda, manispaa ya Morogoro. Chanzo cha tukio hili lilikuwa ni ugomvi uliotokea ba baina ya hao wawili ambao ulitokea kati yao wakati wakiwa wanakunywa wa, wa, pombe. Kwa hiyo ilitokea katika hali ya ulevi, wamekorofishana wakaapigana, na mmoja hapo akaa amemuua mwenzake. Mtumio mwingine ni Faustin Ananius Ananias Cristiani mwenye umri wa miaka 39, huyu ni mkulima na mkazi wa Magurue, alikamatwa kufuatia tukio la mauaji ya Justin Stefano Rwanda, ana umri wa miaka 38, uh, mkulima na mkazi wa Kifuru, ambalo lilitokea Novemba 30 mwaka huu katika eneo la Chogo, kitongoji cha Bonde, kijiji cha Magurue, kata ya Bunduki, wilaya ya Mvomero ambapo mtuhumiwa alimpiga marehemu kwa kitu butu eneo la kichwani baada ya kutokea ugomvi uliochochewa na, na ulevi. Hao nao pia walikuwa kwenye ulevi, kwa hiyo baada ya pombe kukolea mmoja uh, hapo akampiga mwenzake na akaa amefariki. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limetoa tahadhari kwa wananchi kuacha kujichukulia sheria mkononi. Teresia Mwanga FM.